Habari zenu, karibuni kwenye channel yangu leo. Tuanze kupika chakula simple sana cha nyumbani ambacho tunaweza kupika kwa ajili ya familia, watoto. Ah, hiyo ni nyama. Nyama nimeikaosha kidogo, alafu nikaweka viazi nimekata vidogo vidogo, na kitunguu maji pamoja na hoho. Utavikaanga kwa pamoja, nyama, kitunguu maji, hoho mpaka viazi vimebadilika rangi ya golden brown hivyo kisha utaweka nyanya ambazo nimezikata kata tu kawaida, sijataka kuzisaga. Alafu hutazikoroga sana hapo, nilikuwa naziweka tu vipisike vizuri. Utaweka na chumvi kiasi, alafu utazifunika kuziruhusu nyanya ziive vizuri. Chumvi unaweka alafu utazifunika ili kufanya nyanya zako ziive vizuri. Utasubiri kwa dakika mbili tatu, utafunua, utakuwa unaziangalia, lakini utafunika tena. Hapo sasa zimeshalainika nyanya zetu, utageuza, usiponde ponde nyanya. Sisi tuweshe tuta tabia kuna nyanya utageuza kama hivyo. Unaona rosti imekuwa nzuri kabisa, unaweza ukala na chapati ukala na chochote, ndizi kavu na hata chips kama unapenda, lakini kama unakuwa na ugali au wali utafunika tena, utaruhusu sasa. Hapo nyanya zimeiva kabisa, mafuta ukitaka ujue mboga imeiva vizuri, lazima mafuta ajitenge na nyanya. Baada ya hapo, tutabandika sufuria yetu kama ile ya ugali, si tutakana na ugali. Tutabandika sufuria yako ya ugali itaruhusu ichemke na kukorogea, unga moja kwa moja maji yakiwa baridi, lakini pia unaweza ukachemsha maji baadaye ukaweka unga. Kila mtu ana njia yake ya kusonga ugali, lakini mimi kwangu ndio ile inafanya kazi vizuri na kukoroga uji unga pamoja na maji kama vile unavyopika uji. Utafunika, utaacha uji wako utokote vizuri kabisa, utokote vizuri uive, ili uweze kupata ugali wako mzuri kabisa. Ukishakoroga okay, hivyo ili usije ukatengeneza mabuja pale unapoanza kuchemka, unafunika unafunika uji wako baada ya hapo, umechemka uji, umekuwa kama hivyo, maana yake hapo unaonyesha kabisa kwamba umetokota, utaweka unga. Mimi wasitumie kipimo kwenye unga, naangaliaga tu kiwango cha uji uliopo, alafu napima unga, nafunika ili kuruhusu unga wangu na wenye uwive kabla sijaanze kuusonga ugali wangu, ili upate matokeo mazuri. Ukiweka unga wa ugali, lazima ufunike hapo unaona hata ukifanya hivi unga umeanza ku, unaonekana kama una unyevu unyevu. Tafunika tena kwa mara ya mwisho, ili kuruhusu unga uendelee kuiva vizuri, tumia muda mwingi jikoni. Baada ya hapo, utasonga ugali okay. Ni tumepika na mboga ya pembeni ambayo ni msusa, nimekatia nyanya na kitunguu kwa pamoja na chumvi, sijaweka mafuta maana nitatumia karanga. Utafunika na yenyewe iyo ruhusu ichemke kidogo, utasubiri kwa dakika tatu au nne Baada ya hapo, utafunua. Kuliko nimeandaa karanga zangu kwa ajili ya kuweka hiyo karanga iliyosagwa, saga karanga, naweka kiasi ninachopenda. Penda mboga iwe kama hivyo. Baada ya hapo, mboga yetu iko tayari. Wewepo umepika chakula mlaku mzuri kabisa, ugali, nyama pamoja na mboga za majani ambayo ni msusa. Asanteni, bye.